Mtazamaji, turudi katika kaunti ya Mombasa ambapo halmashauri ya bandari nchini KPA iliweza kukutana na viongozi wa Likoni feri ili kujadili mpango wa upanuzi wa ujenzi wa kivuko cha Likoni. Mradi huo umeungwa mkono na wananchi wakisema kwamba watakuathiriwa na mradi huo wafidiwe inavyostahili. Mwanahabari wetu Yasir Lewa anatupa taswira kamili. Halmashauri ya bandari nchini KPA ilikutana na viongozi wa Likoni feri ili kujadili mpango wa upanuzi na ujenzi wa kivuko cha Likoni. E, kwa siku ya leo tulikuwa na kikao kikao cha washikadau wale wanahusika katika mradi ule unaenda kuanza pale feri e, Likoni feri traffic circulation management plan e, ni, ni, ni moja ya sile vigezo zimewekewa katika miradi yote kwamba tuhusishe wananchi katika miradi yote ambayo ni ya serikali na siku ya leo tulikuwa tunawajulisha kwamba kuna huo mradi wale was, wa, washikadau wote ambao wataadhirika na hiyo mradi tukawaita e, waka, na wakapeana waka maoni yao e, hasa vile wataweza kuadhirika katika huo mradi na tukakuwa na nafasi, nafasi mwafaka pia kuwaeleza vile serikali imeangalia masilahi yao kwa sababu serikali haina e, nia mpango ya kufurusha watu kiholela bila kushughulikia matakwa mata yao ama eh, raiti zao. Mradi huo umeungwa mkono na wananchi wakisema kuwa wapewe fidia ili waweze kujiendeleza kiuchumi. Kwa hivyo imekuwa mkutano mzuri sana ya eh, manufaa kwa sababu tumekuwa na majadiliano eh, mazuri. Ya kwanza ile eh, nilimeshukua kwa mkutano ni kwamba wananchi hawajapiga mradi, wanataka tu matakwa yao yaangaliwe yasigaliwe ya kwamba riziki zao walikuwa wanapata pale, waendelee kupata hizo riziki, na kama hiyo itaweza kuzingatiwa, wanauga mradi wa serikali mkono. Akizungumza Kenneth Musop kutoka KPA amesema kuwa awamu ya kwanza ya mradi huo utakuwa kuboresha sehemu ambazo abiria husubiri feri, kisha kupanua barabara ya kuelekea ndani ya feri. Mradi tumeigawa katika awamu tatu. Awamu ya kwanza tunaenda kuboresha a, zile waiting sheds, ama zile banda ambazo a, wa abiria wanangojea zile feri, uh, ziko katika hali ambayo si um, mzuri sana kwa sasa na tunanuia kuiboresha, uh, iwe kama terminus mkienda, um, pale SGR kuna zile terminus ambazo tunazo, uh, zinastarehe. Mtu kishafanywa ukaguzi wa usalama, unaelekezwa mahali pa kuketi, pale utapata huduma, uh, kuna choo utakuwa na restaurants ama, uh, sehemu ambayo unaweza pata, uh, huduma ya kwanza inapohitajika. Uh, katika awamu ya pili tutaangalia zile ramps. Ramps ni pale mahali magari zinaendeshwa, uh, ili ziingie kwa ferry. Uh, hivi sasa kuna ile gradient ambayo iko pale ni steep sana, na tungependa pia kuipanua ili tu accommodate, uh, several vehicles. Tukue na, uh, wale ambao watakuwa kwa magari, uh, wa, wasi interfere na wale ambao wanatembea kwa miguu na pia wale ambao wana non-motorized, uh, uh, vehicles, uh, kama Uh, mikokoteni na baiskeli pia yana na nafasi yao ili kusikuwe na hiyo msongamano, um, ama conflict. Hata hivyo, mradi huo utaanza baada ya maafikiano ya pamoja baina ya viongozi na wananchi, huku wafanyi biashara watakaoathirika wakiahidiwa kupewa fidia. Mradi tutaanza mara tu wakati tutakubaliana na hawa, tukishamaliza ile baraza ma, uh, yale maoni ambayo watatupa tuzi include katika program ya project ndio wakati tutaanza. So tumepanga tunafanya uh, baraza hiyo tarehe ishirini uh, mwezi huu, na baada ya baraza hiyo tutakubaliana ile tarehe ambayo tutaanza, na tungependa tu... kikao cha leo kimetupanulia vile wafanyi biashara tukiwa affected vile tuta, tuta, tutaangaliwa na hasara ambayo tutaweza kupata kwa ile kipindi, tutafanyiwa nini na ni kwa muda gani. Wametupatia awamu tatu ambao siku ya leo tumezielewa. Kwa hivyo tukirudi kwa wale tunasimamia, mimi ni chia mdogo, tutawaeleza hii mradi inaanza wapi na itaenda vipi. Nikiripotia runinga ya Al Shifaa kutoka kaunti ya Mombasa, mimi naitwa Yasir Lewa.